Ushawahi kuingia nyumbani kwa mtu na ukakutana na vitu kama hivi, na specifically kwa wale watu ambao wanatumia smart home devices. Smart home devices ni devices ambazo zinakuwa ni smart. Kwa mfano mtu ana spika ambao unaweza ukaiambia kwa command, ukaiambia hey Alexa play music, au feni ambayo ukiingia ndani inakuwa inajiwasha yenyewe inakuwa inaangalia joto limekuwa kiasi gani katika nyumba yako, au katika yale mazingira hivi. Vyote hivyo vinaitwa smart home, au friji ambayo unaweza ukaikomand ukaiuliza kitu fulani kina joto kiasi gani, au ongeza joto, au punguza joto, au ongeza ubaridi, punguza ubaridi, vitu kama hivyo. So kila device ukimaanisha, kwa kwamba Amazon, Google, Apple, LG, Samsung na kampuni nyingine zote ili uweze kucommunicate na ili device zao ziweze kucommunicate lazima zina protocol ambayo zina communicate . Mwanzoni kabisa hizi device zao zina communicate kwa kutumia protocol yao yenyewe au mbinu yao ambao wame program ili iweze kuwasiliana. Na changamoto kubwa ambayo ilikuwa inatokea inatokea ni kwamba mtumiaji wa mwisho, ambayo ni wewe, unakuta una vifaa tofauti, na Samsung na Google na vya Apple na vya Amazon unataka sasa uweze kukomunikati na vitu kwa pamoja, inakuwa ngumu. Kwa hiyo mpaka uwe na application tofauti tofauti, to ambazo zinakuwa zinawasiliana kwa specific devices ambayo ulio nazo. So, Matter ambao wamekuja sasa wamekuja kufanya kwa vile hivyo vitu vyote viko katika nyumba yako vinakuwa katika ecosystem moja. So kama uja subscribe make sure umesubscribe like, na comment. So tuambie sasa, kuweza kuielewa Mata inachukua maanisha ni nini? Au Mata maana yake nini? Mata maana yake ni unified, yani imekuja kuleta unity. Vitu vyote vinakuwa vinawasiliana kwa kutumia protocol moja ambayo ni Mata yenyewe. Mata ni protocol ambayo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya kuziunite hizo devices zote, lakini uweze kuwasiliana nazo kwa kutumia hiyo protocol. Na hii protocol inafanya kazi chini ya IP address. Tunajua kila mtu ana Ethernet, ana ana Ethernet Ethernet, ana internet, anapata wifi ndani yake. Kwa hiyo ni rahisi kabisa kuviunganisha hiyo mata pamoja na vile device zako. Tukiingia katika supermarket, tunaona unaweza ukaona kabisa kuna devices ambazo zimeandikwa work with Google work with Apple, work with Alexa vyote hivyo vipo. Kuna kampuni nyingine kama Philips U, ambazo wao wanazalisha taa, wao wanatumia bridge ambayo inarahisisha wao ku communicate pamoja na lights zao wa ambazo, ambazo wanazitengeneza. So Matter ichosaidia icho ni kuweza ku unite hizo kampuni zote ku unite Samsung, ku unite Google, ku unite Apple, ku unite Amazon na Philips pamoja na kampuni nyingine nyingi ambazo zipo, ili uweze kutumia katika nyumba yako, unakuwa na divaisi ya Mata ambayo inakuwa ina ina na uwezo wa kuomunikati zote, ambayo tumesema kwamba ina kuomunikati kwa chini ya IP address. Kitu kingine ambacho inaisaidia Mata iweze kuwa na uwezo wa uwe, uwe, uwe, uwe, kustahimili kukomunikati na vifaa vyako vyote inatumia kitu kinaitwa thread. Thread ni mesh networking. Mesh networking ni kwa vile sasa unakuwa na device nyingi. Una sensor za Google. Una majiko labda ya LG. Una vifaa vingine vya Samsung, una taa za Philips. Una devices nyingi katika nyumba yako. Unakuwa unatumia hiyo teknolojia ambayo inaitwa thread, thread ambayo ni mesh networking. Una uwezo wa device moja kuweza kucommunicate na device nyingine kwa kupitia device nyingine. Hivyo basi unakuta device moja inatuma signal kuenda kwenye device nyingine. Kama device ipo mbali, inaweza kutumia device nyingine kuweza kuifikia ile device ambayo unataka kuipata information zake katnamna hivyo. Na, na hii mesh technology, au, mesh networking inasaidia kuweza ku kuaccess, kuexpand network yako au kuikuza network yako iweze kuwa kubwa. Unaweza ukawa na nyumba mbili tofauti, lakini ukaweza kuaccess au ukaweza kuzipata devices ambazo ziko kwenye nyumba ya pili au ya tatu. Hiyo ndio advantage nyingine. Sasa tunaweza tukaujue, tuka, tuka, sasa umuhimu wa au faida za kuwa na mata mata ni mata inasaidia nini? Cha kwanza inachosaidia ni urahisi wa kukiunganisha kile kifaa. Kile kifaa ni rahisi sana kukiunganisha, ukikisha kinunua utakachokifanya utaskan QR code then utaweza ku, ku connect pamoja na devices zako ambazo upo nazo. Kitu cha pili ambacho kinakusaidia mata au faida yake ya pili kwamba kunakuwa na uwezo wa communicate across those devices, kunakuwa na uwezo wa tofauti na nyingine. Hata kama unatumia za Google, unatumia za Amazon, unatumia za LG na nyingine nyingi, unaweza ukawasiliana nazo kwa urahisi. Kitu kingine cha tatu ambacho kinasaidia, kina kina faida katika kuwa na mata ni upande wa usalama. Kwa sababu gani? Kwanza inatumia IP version 6 na kila mtu atakuwa na network yake, hakutakuwa na haja kwamba, labda nikitaka kuhum, kuuliza Alexa, itatuma itatuma request kwenda kwa, kwa Amazon then wanirudishie. Itakuwa inapunguza pia ile latency kwamba itakuwa inapunguza, na utakuwa ndani yako iko much secured ukikompea na hii nyingine ambayo ilikuwa zamani. Kitu kingine cha mwisho ambacho nimekiona kipo katika hii ni reliability, inamaanisha ya kwamba hizi devices inaweza ikawa ina communicate kwa device nyingine, lakini kwa kutegemea device nyingine hiyo ndio umuhimu wake mwingine ambao unasaidia, na kwa kuhitimisha, ni kwamba hii Matter imetusaidia sana kuziunite hizi device zote, au kuzisaidia hizi devices ziweze kuongea katika lugha moja. Kama subscribe, hakikisha umesubscribe, share and like, comment na utopiki ambao ulikuwa na tamani iweze kuongelewa kwa undani zaidi.